Tunaendelea katika mtiririko wa masomo yetu yenye kichwa kikuu kinachosema vazi la mbeba ujumbe, neno ambalo limezungumzwa kwa, kwa miaka mingi likisema: waambieni watoto wenu ukweli, waambieni watoto wenu ukweli wimbo uliimbwa miaka mingi iliyopitwa na mtu mmoja anaitwa Bob Marley katika wimbo wake uitao mfumo wa babeli lakini yesu mwenyewe aliwahi kusema watakase kwa ile kweli neno lako ndiyo kweli kusoma Yohana 17:17 na bado mungu alinena kuwa inunueni kweli wala msiuze naam hekima na mafundisho na ufahamu ni mithali 23:23 kadri tunavyoishi katika ulimwengu huu uliojawa siri nyingi na uongo mwingi, Mungu alituhakikishia kuwa tena mtaifahamu kweli nayo na hiyo kweli itawaweka huru, katika Yohana 8:32. Hukumu za Mungu zinaijia dunia kwa kasi sana, rafiki. Mungu katika rehema zake anatumia ujumbe ili kufungua akili zetu zilizopotoshwa ili tuone ukweli ambao utatuokoa mimi wewe na watoto wako. Lakini wengi wanaogopa kuwaambia watoto wao ukweli. Ni wakati sasa wa kuwaambia ukweli, ili wasije kulaumu kama wakipotea. Kuna kweli moja iliyofichwa sirini sana katika ulimwengu huu, lakini mwanaume mmoja ambaye anaitwa Bob Marley aliimba akisema, waambieni watoto wenu ukweli, kwamba babiloni is empire, babeli ni zimwi Fallen empire ni ufalme ulioanguka. Rebelo, muasisi. We have been trading the whip glass for so long. Rebel, tumekuwa tikikanyaga shinikizo la mvinyo mdanganyifu kwa muda mrefu sana. Je, unajua kwamba ukweli hiyo ndiyo iliyomuua? Ni kweli hiyo ndiyo iliyomuua Yesu. Lakini Mungu atukuze kwamba kweli hiyo hiyo ndiyo ilimfufua Yesu kutoka mautini. Tunapoangalia muasisi mkuu wa ukombozi ambaye Yesu Kristo, lazima tuangalie alfabeti ama ramani ya mwisho wa dunia, maana Yesu Kristo baada ya kuja kumkomboa mwanadamu na kufa msalabani alitangaza mwisho, na hapa leo tutayaangalia magali manne ya farasi wa vita. Kama tungeliulizwa swali hili, kwa nini kuna nuru wakati wa mchana na giza wakati wa usiku? Mzunguko wa dunia katika mhimili wake lingekuwa ndiyo jibu rahisi la swali hilo. Hakika ni kweli kwamba jua halizunguki bali limetulia mahali pake, isipokuwa dunia ndiyo hujizungusha kwenye mzunguko wake tangu uumbaji, kabla ya dhambi. Lakini bado hilo siyo jibu kamili. Swali linaweza likaja katika akili zetu, je, dunia inajizungushe yenyewe ilijiumba yenyewe? Jibu linakuja hapana. Unaposoma Mwanzo moja, Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku, ikawa jioni ikawa asubuhi siku moja. Kwa hiyo jibu rahisi na kamili ni kwamba kuna mchana na usiku kwa sababu Mungu wa mbinguni alisema iwe hivyo. Wakati wa nyakati zimekuwa zikipita, ambapo wanaume na wanawake hawakuona haja ya kujua ni nani mpangaji mkuu wa mpango wa historia ya mataifa na ni nini ingekuwa hatima lakini sasa watu wote wataomba kujua ni nani, kwa nini, na ni lini utakuwa mwisho, na matukio gani yatakuwa ya, ya mwisho wa historia ya ulimwengu huu. Mambo yote ambayo Yahwe amesema katika neno lake, yaani Biblia, yatakuwa kama alivyosema, na hapana mtu atabadilisha maandiko. Yaliyovuviwa yataondoa pazia na ukweli unasema, katikati ya mapigano na mizozo ya mataifa yeye aketie juu ya kirubi bado huongoza mambo ya dunia. Kwa kila taifa na mtu binafsi, Mungu ameweka mahali katika mpango wake mkuu. Wanadamu na mataifa wamekuwa wakipimwa na timazi yake mkononi mwake, yeye ali asiyekosea. Wote kwa uchaguzi wao wenyewe wanang'amua hatima yao, na Mungu anawatawala wote kwa ajili ya kutimizwa kwa makusudi yake hiyo inatoka katika kitabu cha ja, peji ja ya mia moja na sitini na nane. Basi sasa tuangalie ni jambo gani Bwana alitabiri kwa mpango wake tabiri, katika kitabu cha Zekaria kuhusiana na usiku wa mwisho wa dunia. Ukisoma kitabu cha Zekaria sura ya sita, anaposema nikainua macho yangu tena nikaona, na tazama yanatokea magari ya vita manne yanatoka kati ya milima miwili na milima hiyo ilikuwa ni milima ya shaba. Zakaria nabii aliona katika maono moja magali manne ya farasi. Magali ya farasi huwakilisha nini katika unabii wa Biblia? Ukisoma Joeli mbili tano inasema, kama mshindo wa magali ya vita juu ya vilele vya milima, ndivyo walukavyo, kama mshindo wa miali ya moto ilapo mabua makavu, kama mashujaa waliopangwa tayari kwa vita mbele yao watu wanahangaika, nyuso zote zimegeuka kuwa nyeupe kwa hofu. Ukisoma Hezekieli 39:20 Biblia inasema nanyi, mtashibishwa mezani pangu kwa farasi na magali ya vita na mashujaa na watu wote wa vita, asema Bwana Mungu. Mafungu haya yote kwa pamoja yanaonyesha kuwa farasi au wapanda farasi, magali yavutwayo na farasi ulikuwa ni usafiri wa kasi katika mapigano ya vita katika unabii wa Biblia. Hivyo, katika mapambano ya kiroho na ya kimwili ya watu wa Mungu yanawakilishwa na vita dhidi ya farasi. Ukisoma Yeremia kumi na mbili tano, Biblia inasema: ikiwa umepiga mbio pamoja na hao waendao kwa miguu nao wamekuchosha, basi wawezaje kushindana na farasi? Na ujapokuwa katika nchi ya amani au salama, lakini utafanyaje hapo katika kibuli cha Yordan. Farasi na magari ya farasi huwakilisha vita katika unabii wa Biblia. Swali, je, vita hiyo ilitokea wapi? Zekaria sita inasema ni kutokea kwenye milima miwili ya shaba. Kwa hiyo tutaangalia milima miwili ya shaba. Milima katika unabii wa Biblia huwakilisha mahali pa ibada, aidha ibada ya Mungu au ya mashetani. Ukisoma Isaya hamsini na sita fungu la sita na wasaba inasema na wageni walioandamana na Bwana ili wamhudumu na kulipenda jina la Bwana, kuwa watumishi wake, kila aishikae sabatu asivunje na kulishika sana agano langu, Nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala, makafara yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu, kwa maana nyumba yangu itoitwa ito, nyumba ya sala kwa mataifa yote. Aha. Pia milima inatajwa kama mahali pa juu aidha kwa ajili ya madhabahu ya Bwana wa mbinguni au kwa ajili ya madhabahu ya pepo wachafu kwa wapagani pia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 kwa sababu hiyo, twa eni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzishinda siku ya uovu na mkiisha kuyatimiza yote na kusimama. Lakini katika Zekaria sita inatajwa milima miwili na bado inatajwa kuwa ni ya shaba mm -hmm. Ila katika Ufunuo kumi na saba kahaba wa vizazi vyote, yaani kanisa ovu ama sinagogi la Shetani linakaa juu ya milima saba, ambayo huwakilisha makao saba ya dola ya Kirumi, yaani mnyama wa nne wa Danieli, ambayo pia katika Danieli sura ya pili inawakilishwa na miguu na nyayo za chuma na udongo. Kwa hiyo swali jingine ni je, ibada ya sinagogi la Shetani ilianza na Rumi ulimwenguni? Hapana, kulikuwa na ibada ya Shetani Misri Moabu, Midiani, Filisti, Ashulu, Babeli, Amedi na Uajemi, Uyunani na mataifa haya yote yalijifanyia mahali pa juu kwa ajili ya ibada ya shetani milimani. Lakini basi, hebu turudishe kumbukumbu kumbu zetu nyuma, ni ufalme gani katika Biblia unatajwa kuwakilishwa na shaba ambao pia ulijipatia mamlaka toka kwenye ufalme uliokuwa na hatia mbele za Mungu kwa kuwachukua watu wake utumwani katika nyakati za Zekaria, Nehemaya, Isaya, Danieli, Ezekieli na kadhalika. Ukisoma King James Version, uh, katika Danieli mbili thelathini na mbili inasema, na sanamu hii, kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi, kifua chake na mikono yake ni fedha, tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba.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 Danieli sura ya pili, ndoto ya sanamu kubwa hufunua ufalme wa nne au dila kuu nne za dunia ambazo Mungu mwenyewe alipanga, na fungu la thelathini na saba linasema kwa Nebukadreza, kwa Babeli kwamba wewe e mfalme, umfalme wa wafalme na Mungu wa mbinguni amekufa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu. Okay? Kwa hiyo hili linathibitisha zaidi kwamba ni Mungu ndiye huwapa ufalme wanadamu, sio shetani au Vatikani ya leo ambayo inaonekana kuchagua na kuweka marais wa mataifa kama watakavyo wenyewe, lakini ukweli ni kwamba wanatimiza kile Mungu alisha kipanga kitimie. Kwa hiyo Vatikani inatimiza tu nabii uliotolewa na Bwana wa mbinguni. Mungu asifiwe.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 arobaini anasema na mfalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma, kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda, na kama chuma kisetwavyo vitu vyote vyote, ndivyo utakavyovunja vunja na kusetwa hmm. Kwa hiyo ufalme wa shaba umewakilishwa na Uyunani katika mwaka wa mia tatu thelathini na moja lakini BC mwaka wa 168 sio ufalme wa Uyunani ambao ulitumiwa na nguvu kulipa kisasi dhidi ya Babeli, bali Uyunani walikuja kulipa kisasi kwa Umedi na Uajemi kuanzia mwaka wa 539 BC paka mwaka wa 331 BC. Hiyo ndiyo milima miwili iliyokuwa na fedha na kisha ilidhoofika na kuwa ya shaba. Ni majimbo haya mawili ndiyo yalitaja kuwa milima miwili ya shaba ambapo kulikuwa na Wayahudi wengi wakikaa kama watumwa kama sehemu ya adhabu ya Mungu kwao, lakini bado Mungu alikuja kuyahukumu mataifa haya pia, kwa sababu pia walikuwa kama milima ya ibada za mashetani, ibada ya jua, ibada ya mwezi, ibada ya nyota na sayari na sanamu za kila namna, kama vile mataifa yafanyavyo leo. Kwa hiyo milima miwili ya shaba ilikuwa ni majimbo mawili ambayo yalitawaliwa na Wamedi na Wajemi, ambayo ilikuwa ni fedha, kisha yalidhofishwa na shaba, na kisha yakachukuliwa na Uyunani na Ugiriki. Mamlaka hizi zote za dini na siasa, hii milima, zilikuwa ni makao ya Shetani na malaika zake waovu. Katika Zekaria anasema katika gari la kwanza walikuwa farasi wekundu, na gari la pili walikuwa farasi weusi, na katika gari la tatu walikuwa farasi weupe na katika gari la nne walikuwa ni farasi wa rangi ya kijivu ni Zekaria sita mbili wapanda farasi wanne ama magari manne ya farasi na makusudi yake moja Gari la farasi wekundu ilikuwa ni vita au mwagaji wa damu na vifo, lakini gari la farasi mweupe ni giza, janga la njaa na vifo kwa magonjwa na vita. Lakini gari la farasi wa kijivujivu ni mchanganyiko wa rangi nyeusi na nyeupe. Hii huwakilisha hukumu nyepesi isiyo kama giza kamili kupitia magonjwa kiasi vifo kiasi mafuriko kiasi matetemeko kiasi, na majanga mengine ya makusudi ya Mungu. Lakini gari la farasi weupe huwakilisha ushindi wa amani na haki ya Mungu kupitia Injili au habari njema kwa mataifa. Zekaria sita nne anasema, nikajibu nikamuuliza yule malaika aliyesema nami, hawa ni nini, bwana wangu? Malaika akajibu akaniambia, hawa ni pepo wanne four spirits wa mbinguni zitokeazo baada ya kusimama mbele za Bwana wa dunia yote. Biblia inasema kwamba malaika wa Mungu muda mwingine huitwa pepo. Katika Zaburi mia moja na nne mstari wa nne, huwafanya malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa moto wa miali. Kwa pamoja malaika wa Mungu waaminifu na wale walio asi wanaweza kutumiwa na Mungu kuwa wakati fulani kuwaadhibu au kuleta hukumu kwa mtu asiyetii sauti ya Bwana. Zingatia, Mungu huwa hutumia roho wachafu tokea mbinguni kwenye kiti cha enzi, bali huruhusu malaika wa ovu au roho wachafu kuwaadhibu watu wasiotubu mbele za Mungu, mbele za Mungu. Ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili kumi na nne kumi na tano Biblia inasema, Mfalme akamwambia mara ngapi ni kuepushe usiniambie neno ila yaliyo kweli kwa jina la Bwana. Akasema, naliwaona Waisraeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, hawa hawana bwana, na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, je, yes, sikukuambia hutani bashiria mema ila mabaya. Mikaya akasema sikieni, basi neno la Bwana. Nalimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi na jeshi lote la mbinguni wamesimama mkono wake wa kuume na wa kushoto. Mikaya akasema angalia, utaona siku ile atakapoingia katika chumba cha ndani ili ujifiche. Mfalme wa Israeli akasema mchukueni Mikaya mkamrudishe kwa Amoni mkuu wa mji na kwa hiyo Ashi mwana wa mfalme, akasema mfalme asema hivi, mtieni huyu gerezani, mkamlishe chakula cha shida na maji ya shida hata nitakaporudi kwa amani. Mikaya akasema Ukirudi kabisa kwa amani, Bwana ha hakusema kwa mimi. Akasema sikieni, enyi watu wote basi. mfalme wa Israeli Yehoshafati, mfalme wa Yuda wakakwea mpaka Ramothi Gileadi. Sasa, baada ya mfalme kupingana na ujumbe wa nabii, ndipo mpango wa malaika mwovu unatumwa kulifuata Bwana akasema ni nani atakaye mdanganya Ahabu mfalme wa Israeli ili akwe Ramoth Gileadi aanguke? Basi huyu akasema hivi na huyu hivi ishirini. Akatoka pepo akasimama mbele ya Bwana akasema, mimi nitamdanganya Bwana akamwambia jinsi gani? Kwa utaona ni namna gani pepo alivyotumika kumdanganya mfalme huyu wa Israeli ili kuelekea kuangamia. Na hii ni sehemu ya kwanza kabisa. Magari manne ya farasi wa vita. Tupo katika alfabeti za mwisho wa dunia. Baada ya ukombozi wa mwanadamu siku ile Yesu anakufa msalabani, siku ya kisasi cha Mungu ilitangazwa na Biblia ikachorwa katika kipindi cha Zakaria. Achana na kitabu cha Ufunuo, achana na kitabu cha Danieli. Taratibu za mwisho wa dunia ziliwekwa. Tupo katika miisho kabisa ya dunia na magari haya manne ya farasi wa vita yametufundisha leo ni namna gani ya kutambua kwamba tumekaribia wakati. Ukombozi uliofanyika siku hile bado ni kiashiria kimojawapo cha kutuonesha Kristo anakuja hivi karibuni. Kristo anakuja hivi karibuni na tujiandae. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya somo la leo, jiandae mioyo yetu kwa ajili ya kulipokea jina lako lakini pia kwa ajili ya kupokea ujio wako hivi karibuni. Umetufundisha katika safari ya Zekaria sura la sita ya wale farasi wanne, na tunatamani Yesu Kristo utusaidie. Tumetambua vita hii ilianza kipindi cha ufalme wa fedha ulivyopinduliwa na kuja kuwa shaba na wakati wa shaba, na tukatufunza juu ya milima na tukaona sehemu ya milima ni sehemu ya ibada, aidha ni ibada takatifu ama ibada ya mashetani. Lakini tunakushukuru kwa sababu katika nyakati hizi za mwisho bado umenyanyua mlima mdogo wa masalia ambao unaitukuza ibada yako takatifu ya Sabato. Tusaidie kuyatambua haya ya kwamba huku ndiko palipo na amani na pumziko na kweli yote, tutakase na hiyo kweli, lakini tuandae kwa ajili ya ujio wako. Maana ndiyo ombi letu katika jina lako kuu na takatifu, kwako kwa Yesu Kristo, amen.